Nazataa nasema, nimefanya uovu mwingi, nimefanya mambo ambayo hayawezi kusemeka, nimefanya mambo ambayo watu wakiasikia, uso wangu nitauficha wapi? Nimefanya mambo ambayo siwezi kumwambia yoyote, lakini Yesu anajua. Yesu anajua, Yesu anajua. Bwana Yesu asifiwe! Yesu anajua yote, wala wezikamfuta lolote cioni. Leo tukisogeza kwake, atakufanya mpya. Haleluya! Atakufanya mpya, atabadilisha historia yako kabisa. Usiangalia wingi wa makosa yako, usiangalia wingi wa dhambi zako, usiangalia wingi wa uovu wako. Kwa maana msipoipata neema hicho ni leo, ndivyo uovu utakavyoongezeka, ndivyo mabaya utakavyoongezeka, ndivyo dhambi utakavyoongezeka, ndivyo uasherati utakavyoongezeka. Kama ulikuwa unalala na mwanamke mmoja, utaanza kulala na wawili. Hata utafikia hata utaamua kwa wanaume wenzako. Ndivyo uovu utakavyoongezeka. Lakini dawa ya dhambi, dawa ya tamaa yako, jioni ya leo ni Yesu. Haleluya, jioni ya leo ni Yesu, nimaanisha kukwambia Yesu. Hey. naweza kuona kuna watu wengine wanaume, hey. amevaa vizuri suti, anatembea barabarani, analinda yamkini, tuna mwana na gari zuri, lakini ameshafumuliwa malinda. Bwana Yesu asifiwe. Sio mwanaume hmm, so, mwanaume tena kwa sababu amekubali kuwa mateka wa Shetani, amekubali kutanganywa na zile tamaa za Ibilisi, amekubali kuwa mtoto wa Ibilisi. Haleluya, amen. Lakini jioni eleo, haijalishi hali gani, haijalishi umefikia hatua gani, Yesu Kristo yuko mahali hapa kukuokoa. Yesu Kristo yuko mahali hapa kukukomboa. Haleluya.